Kitabu cha Ezekieli sura ya tatu na ya nne, ndiyo kanisa la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo, karibuni sana wapendwa mahali hapa. Naitwa Mwalimu Petro na wakaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya, ya sauti. Siku ya leo tunasonga mbele kwa kwenda kusoma kitabu cha Ezekieli ile sura ya tatu na ya nne. Tusali tuanze rasmi kipindi chetu kwa jina la Baba, la baba la mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambayo Bwana tunaenda kuendelea kusoma neno lako takatifu. Tunaomba Mungu tusimamie kwa neema yako na upendo wako, tuwezeshe Baba kuweza kusoma neno na tuwezeshe kuweza kulielewa, tuepushe na kila roho zote za yule mwovu. Neema yako Mungu isimame upande wetu, tuwezeshe kuweza kusimama imara katika mwanga na nuru, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa Tuungane na ndugu zetu wa Wedi Project ni kitabu cha Ezekieli sura ya tatu na ya nne. Mlango wa tatu. Akaniambia, mwanadamu kula uonacho, kula gombo hili, kisha enenda ukaseme na wana wa Israeli. Basi nikafunua kinywa changu, naye akanilisha lile gombo. Akaniambia, mwanadamu lisha tumbo lako, ulijaze tumbo lako kwa hili gombo ni kupalo. Ndipo nikalila nalo kinywani mwangu lilikuwa tamu kama utamu wa asali. Akaniambia, mwanadamu, haya waendee wana wa Israeli, ukawaambie maneno yangu, maana wewe hukutumwa kwa watu wa maneno mageni ama wa lugha ngumu, bali kwa nyumba ya Israeli, si kwa watu wa kabila nyingi wenye maneno mengi na lugha ngumu, ambao huwezi kufahamu maneno yao. Bila shaka kama ningekutuma kwa watu hao wangekusikiliza bali nyumba ya Israeli hawatokusikiliza wewe, kwa kuwa hawanisikilizi mimi; maana nyumba yote ya Israeli wana vipaji vigumu na mioyo yenye ukaidi. Tazama, nimeufanya uso wako kuwa mgumu juu ya nyuso zao na kipaji cha uso chako kuwa kigumu juu ya vipaji vya nyuso zao. Kama almasi ilivyo ngumu kuliko gumegume ndivyo nilivyokifanya kipaji chako; usiogope wala usifadhaike kwa sababu ya nyuso zao wajapokuwa ni nyumba ya kuasi. Tena akaniambia, mwanadamu, maneno yangu yote nitakayokuambia yapokee moyoni mwako na kuyasikia kwa masikio yako. Haya, enenda uwafikilie watu hao waliohamishwa kwa wana wa watu wako, ukaseme nao na kuwaambia, Bwana Mungu asema hivi, kwamba watasikia au kwamba hawataki kusikia. Ndipo Roho ikaniinua, nami nikasikia nyuma yangu sauti kama mshindo wa radi kuu ikisema, na uhimidiwe utukufu wa Bwana tokea mahali pake. Nikasikia mshindo wa mabawa ya vile viumbe hai walipogusana na mshindo wa yale magurudumu kando yao, mshindo wa radi kuu. Basi roho ikaniinua ikanichukua mahali pengine, nami nikaenda kwa uchungu na hasira kali rohoni mwangu, na mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu kwa nguvu ndipo nikawafikilia watu waliohamishwa huko Tel Abibu waliokuwa wakikaa karibu na mto Kebari. Nikafika huko walikokuwa wakikaa, nikaketi huko miongoni mwao muda wa siku saba katika hali ya ushangao mwingi. Hata ikawa mwisho wa siku saba, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli, basi sikia neno hili litokalo katika kinywa changu, ukawape maonyo haya yatokayo kwangu. Nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa wewe; usimpe maonyo wala husemi na huyo mtu mbaya, ili kumwonya kusudi ayache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake, mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Lakini ukimwonya mtu mbaya wala yeye hawachi ubaya wake wala njia yake mbaya, atakufa katika uovu wake, bali wewe umejiokoa roho yako. Tena mtu mwenye haki aiachapo haki yake na kutenda uovu, nami nikiweka kikwazo mbele yake, atakufa kwa sababu hukumwonya; atakufa katika uovu wake, wala matendo yake ya haki aliyoyatenda hayatakumbukwa; lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Bali ukimwonya mwenye haki kwamba yule mwenye haki asitende dhambi tena, ikiwa yeye hatendi dhambi, hakika ataishi kwa sababu alikubali kuonywa, nawe umejiokoa roho yako. Na mkono wa Bwana ulikuwako juu yangu huko, akaniambia: Ondoka, enenda uwandani, nami nitasema nawe huko. Basi nikaondoka, nikaenda uwandani, na tazama utukufu wa Bwana ulisimama huko, kama utukufu ule niliyouona karibu na mto Kebari. Nami nikaanguka kifudifudi. Ndipo roho ile ikaniingia, ikanisimamisha kwa miguu yangu, akasema nami akaniambia, enenda ukajifungie nyumbani mwako. Lakini wewe mwanadamu, tazama, watakutia pingu nao watakufunga kwazo, wala hutakwenda nje kati yao nami nitaufanya ulimi wako ugandamane na kaakaa lako, hata utakuwa bubu wala hutakuwa mwonyaji kwao, kwa kuwa wao ni nyumba yenye kuasi. Lakini hapo nitakaposema nawe, nitafumbua kinywa chako, nawe utawaambia, Bwana Mungu asema hivi; yeye asikiaye na asikie, naye akataye na akatae; maana wao ni nyumba yenye kuasi. Mlango wa nne. Wewe nawe Mwanadamu, jipatie tofali, uliweke mbele yako, kisha chora juu yake mfano wa mji, yaani Yerusalemu. Ukauhusuru, ukajenge ngome juu yake, na kufanya boma juu yake, ukaweke makambi juu yake, na kuweka magongo ya kuubomoa ya uzunguke pande zote. Kisha ukajipatie bamba la chuma, ukalisimamishe liwe ukuta wa chuma kati ya wewe na mji huo ukaelekeze uso wako juu yake, nao utahusuriwa nawe utauhusuru. Hili litakuwa ishara kwa nyumba ya Israeli. Tena lala chini kwa ubavu wako wa kushoto, ukaweke huo uovu wa nyumba ya Israeli juu yake. Kwa kadiri ya hesabu ya siku utakazolala juu yake, kwa kadiri hiyo utauchukua uovu wao. Maana nimekuagiza miaka ya uovu wao iwe kwako hesabu ya siku, yaani siku mia na tisini ndivyo utakavyouchukua uovu wa nyumba ya Israeli. Tena utakapotimiza hizo utalala kwa ubavu wako wa kuume, nawe utauchukua uovu wa nyumba ya Yuda siku arobaini, siku moja kwa mwaka mmoja nimekuagiza. Nawe utauelekeza uso wako uuelekee mazingira ya Yerusalemu, na mkono wako utakuwa haukuvikwa nguo, nawe utatoa unabii juu yake na tazama, nitakutia pingu, wala hutageuka toka upande mmoja hata upande wa pili, hata utakapozitimiza siku za mazingiwa yako. Pia ujipatie ngano na shairi na kunde na dengu na mtama na kusemethi, ukavitie vyote katika chombo kimoja, ukajifanyie mkate kwa vitu hivyo, kwa kadiri ya hesabu ya siku utakazolala ubavuni mwako, yani siku mia tatu na tisini utaula. Na chakula chako utakachokula kitapimwa shekeli ishirini kwa siku moja; utakila kwa wakati wake. Nawe utakunywa maji kwa kuyapima, sehemu ya sita ya hini; utayanywa kwa wakati wake. Nawe utakula kama mkate wa shairi, nawe utakioka mbele ya macho yao juu ya mashonde yatokayo katika mwanadamu. Bwana akasema, hivyo ndivyo wana wa Israeli watakavyokula chakula chao hali kimetiwa unajisi kati ya mataifa nitakakowafukuza. Ndipo nikasema, E Bwana Mungu, tazama roho yangu haikutiwa unajisi, maana tangu ujana wangu hata sasa sijala nyamafu wala iliyoraruliwa na hayawani wala nyama ichukizayo haikuingia kinywani mwangu. Ndipo akaniambia, tazama, nimekupa mashonde ya ng'ombe badala ya mashonde ya mwanadamu, nawe utakipika chakula chako juu ya hayo. Tena akaniambia, mwanadamu, tazama, nitalivunja tegemeo la chakula katika Yerusalemu, nao watakula mkate kwa kuupima na kwa kuutunza sana, nao watakunywa maji kwa kuyapima na kwa kushangaa, wapate kupungukiwa na mkate na maji, na kustaajabiana na kukonda kwa sababu ya uovu wao.